Aya, ambo mwingine hu <laughs> wanirisi vyombo vyangu viko wapi? vikavkut shida ameumiza mwanao. Jamani. Yeah, iko ni kila mtu apenda kumwonea huyu eh? Mbona ndugu yako baishi hujamtaja ya hata mara moja <laughs> mi yosielewi wote manyang'ao tu hao sasa mimi nitatilia nini na ubwabwa mimi nimsema kile pa kulia. Kwa kweli hakuna kwa hakuna vyombo tatu hata kimoja. Au tuvie kwa neno tofauti lazima ni ndabu. Hebu acha ukilanga huko. Malizia nazi yako. Ndio bwana, kwa ndio bwana, kumekushinda. Vyombo vya bomba mtu tampa mpita njia, kweli wewe. Ni vola a yote kayataka huyu mwenye sura kama kunguru mjani.